So, mambo vipi mtazamaji wa Global TV Online? Kupitia Global Sport pekee unapata habari mbalimbali za kimichezo ukiwa na mimi sports wako nambari tatu mgongoni, Estam Sofe. Simba wanakabidhiwa ubingwa wakiwa mjini Singida hata kabla ya kuivaa Singida katika mechi yao ya Ligi Kuu Bara, kesho kutwa Jumamosi. Hii ni kutokana na waliokuwa mabingwa watetezi, Yanga kufungwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Prisons kwenye uwanja wa Sokoine mjini Mbeya. Kufungwa kwa Yanga kunaifanya ibaki na pointi ya 48 katika nafasi ya tatu, Azam FC wao katika nafasi ya pili wakiwa na pointi ya 49, na Simba sasa wanachukua ubingwa wakiwa na pointi pointi tatu mkononi. Baada ya Yanga kufungwa na Tanzania Prisons, msemaji wa klabu ya Simba Haji Manara, kwa sasa hivi anataka kuitwa msemaji wa klabu ya Mabingwa, Haji mwana wa Manara, hakukosa neno la kusema. Huyu hapa Haji Manara. <coughs>

na hayo ndo maneno ya msemaji wa klabu ya mabingwa Haji mwana wa Manara. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kubofya sehemu andiko subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na ili usipitwe na sport breaking news popote ulipo nchini Tanzania. Kujisajili ni bure, tuma neno sport kwenda namba moja, tano, tano, tisa, tisa. Hii ni kwa ajili ya wateja wa Vodacom pekee. Asante na nikutakie wakati mwema kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi zitazokufanya kujishindia tiket za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi na ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pindua pindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga piga nyota moja nne tisa nyota nane nne alama ya reli na ufurahie Ligi Kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.